Ndiyo nililiweka kama akiba, na kama ni silaha, ndio silaha ya mwisho kwa watu wa Kigamboni. Daraja la Kigamboni, endapo mtatupa mamlaka, ni kuhakikisha tunakaa na wahusika wanahusika na daraja, watuambie kwa nini mtanzania akivuka analipa. Kwa maana hiyo, Mtanzania kama amepeleka mtoto wake hospitali, kila akivuka analipa, kila akivuka analipa. Tunaomba tuwaambieni, tutahakikisha anayevuka kwenye pantoni atalipa, kwa sababu pantoni linatumia mafuta. Lakini pale kama hakuna mafuta Lazima pawe bure, Watanzania wavuke kwa uhuru, wafanye shughuli zao. Haiwezekani barabara ikalipiwa, haiwezekani kama unatengeneza barabara kwa nguvu za Watanzania ukawa unalipia hivi. Mwenyezi Mungu akaamua, kila unapopumua wewe ulipe, unakuwepo duniani. Kwa nini lile, lile daraja ni kama pumzi ya watu wa Kigamboni, kuvuka daraja ulipe? Wallahi nasema kama wanatudai waliotengeneza lile tutawalipa, ili Watanzania wavuke bure, kwa sababu hakuna mafuta, hakuna gharama yoyote inatumika. Daraja tayari limejengwa, halifunguki wala kujifunga kama daraja la Ulaya tukasema linatumia umeme. Tunataka watu wavuke bure, magari yavuke bure, kwa sababu hawa ndio Watanzania. Gari hii tayari inalipa kodi, kwa sababu gari hii inanunua mafuta kwa nini tena ivuke ilipe? utaratibu huu nchi hii Kigamboni hii tutamalizana baada ya kuwa nimeapishwa pale. Tunahakikisha hakuna mashine za kufunguka na kufungua, tunaziondoa watu wapite, wakafanya shughuli zao. Na kwa hili kwa kweli, alisubiri siku 30, ni siku ya kuapishwa tu, asubuhi inatoa dikrii kwamba naomba daraja liondolewe, hivi mashine vyote hizo mashine, wakashughulikia jambo lingine. Lakini nitahakikisha hili jambo linafanyika haraka sana, kwa sababu watu wanashindwa kwenda hata kufanya shughuli zao, kwa sababu wanajua, nikivuka tu nalipa tu, nalipa nikirudi nalipa. Hamna maisha ya hivyo, duniani pote hayapo. Na kama waliofikiria lile, walienda kujifunza katika nchi X, watanipeleka na mimi nikaulize walifanyaje ili watu wawe wanalipa.